Ha, watu wengi sana tumejikita katika kuweza kujitetea kwenye mambo mbalimbali ili watu waweze kutuona wazuri, ili watu waweze kutuona tunafaa, huku tukisahau kwamba katika kufanya hivyo, muda mwingine tunakuwa tunapoteza muda, tunapoteza nguvu zetu, kwa sababu kama watu hawajataka kukuelewa hawatakuelewa tu hata ufanye kitu gani. Lakini kama watu Mungu amewatuma wa kupitia kwako, Mungu amewaita kupitia kwako, neno lolote utakalo lisema wao watakuelewa, ila ukitaka kuforce ukitaka ku compromise kujitetea, mambo hayataenda vile ambavyo inabidi yaende. Tukiangalia mfano wa Biblia, bwana wetu Yesu Kristo, tusome katika kitabu cha Yohana sura kumi na nane tukianza mstari wa kumi na tisa. <coughs> Biblia nasema, basi kuhani mkuu akamuuliza Yesu habari za wanafunzi wake na habari ya mafundisho yake. Yesu akamjibu, mimi nimesema na ulimwengu waziwazi, siku zote nalifundisha katika sinagogi na katika hekalu, wakusanyikapo Wayahudi wote wala kwa siri mimi sikusema neno lolote. Ya nini kuniuliza mimi? Waulize wale waliosikia ni nini niliyowaambia wao wanajua niliyoyanena. Basi aliposema hayo mtumishi mmojawapo alisimama karibu alimpiga Yesu kofi akisema, "Wamjibu hivi kwa ni mkuu?" Yesu akamjibu, "Kama nimesema vibaya, ushuhudie ile ubaya, bali kama nimesema vyema, wanipigie nini?" Bwana yes Yesu asifiwe. Kwa hiyo tumeona Bwana wetu Yesu Kristo ambapo hakutaka kujitetea kwa namna yoyote. Kama kazi yake alishaifanya. Kuna watu walipata ukweli. Kuna watu walijua yale ambayo Yesu Kristo alikuwa anafanya mahali pale. Lakini pale alipoulizwa tena na yule kuhani, eh? Yesu bado akasema, watu wakati nafundisha, walisikia, wao ndio wangeweza kuwa mashuhuda wazuri. Umeona? Mkwani mfuasi mmoja akaja akampiga Yesu kibao. Eh, kwa nini unamjibu hivi kuhani? Yesu akamwambiaje eh, wanipigia nini? Eh, umstari hapa turudie. Anasema Yesu akajibu, nimesema vibaya, ushuhudie ile ubaya wangu. Bali kama nimesema vema, wanipigia nini? Eh, kuona kuta huyu mfuasi alikuwa hana lolote alijualo, lakini alifanya kumpiga kwa kwa tusemaje kwa ufuasi, kwa kitu ambacho hakielewi ila uhalisia alikuwa anojua kutoka ndani ya nini kutoka ndani ya moyo wake. Kwa hapa tunajifunza kwamba na sisi atupashe kujitetea kwa watu ila tuweze kuelewa thamani zetu, thamani yetu, sisi ni kina nani, tuweze kujua pekee wetu na tuwe tayari kaisha katika kuishi katika wale pekee wetu bila kujitetea kwa mtu yoyote. Lakini tuishi kulingana na yale maelekezo ambayo Mungu anakuwa ametupa tuweze kuyafanya na si vinginevyo. Tukiishi hivyo ndani ya mioyo yetu tutakuwa tuna amani. Hata tukipelekwa mahali popote pale, ukweli wa Mungu utabaki utasimama siku zote katika maisha yetu. Haimaanishi kwamba watu watakunyanyasa, haimaanishi kwamba watu watakusema vibaya, watakusema vibaya, watakusaliti, watakuzushia maneno mengi. Lakini kumbuka kwamba Mungu ndiye alianzisha safari hiyo ndani ya moyo wako na yeye ndiye ambaye ataimaliza. Usiangalie kujitetea, lakini fanya yale ambayo Mungu anakuwa amekuagiza uje kuyafanya. Barikiwa sana, esti, haleluya.